yeye anakuambia wewe unakesha kwenye maombi halafu na kesha kwenye maombi na

kisichowezekana. Hii ni kauli ambayo hakuna kisichowezekana kwa Mungu